Wahitimu wa mafunzo ya ulinzi takribani askari mia saba wa kampuni binafsi ya Asgard Security tawi la mkoa wa Mtwara, wametakiwa kufanya kazi kwa uaminifu sambamba na kuhakikisha wanakuwa waadilifu katika utekelezaji wa majukumu yao. Rai hiyo imetolewa Juni 30, 2025 na afisa polisi kata wilaya ya Mtwara ASP Amri Joho Amri kwenye hafla ya kuhitimu askari hao vitengo mbalimbali iliyofanyika katika viunga vya kampuni hiyo vilivyopo katika kata ya Rahaleo Manispaa ya Mtwara Mikindani. Akizungumza baada ya kukagua gwaride, ASP Amri amewasisitiza askari hao kuridhika na kipato wanachopata, hivyo kuepukana na tamaa za kujiingiza kwenye vitendo vya uhalifu. Faida Online TV imekuandalia taarifa ifuatayo. Jina langu ni Habiba Mpembita wa Faida Online TV, tafadhali usije kusubscribe chaneli yetu, ili kwa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali kusini mwa Tanzania, hakika sisi ni watu wa field. Kutoa mafunzo kabla ya kuanza kazi, kwamba wakizingatia taratibu na miongozo ya afande ya ambayo wametoa kwenye fiso yao ya kuruhusiwa kufanya kazi hapa nchini ni makampuni machache sana ambayo yanakuwa asilimia mia kutoa mafunzo biashara, biashara. Lakini kushuhudia mimi mwenyewe kwa sababu hapo barabarani tunapita na kuona mafunzo ambayo yamechukua osi muda mrefu, ningependa kuasa wapiganaji wapiganaji, nimepata me nafasi ya kuajiriwa katika kampuni ya Asgard, nimepata malindo mbalimbali. Nadhani lindo kubwa wa Dangote, au si meneja, lindo kubwa ni Dangote. Unatakiwa uwe mwadilifu na mwaminifu, vinginevyo utafanya kazi kwa muda mfupi sana na utajikuta huko magereza au kupoteza kazi kabisa.

kampuni watu esaampunajilawatungianiendeekututanuanaye na mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo ya Asgard bwana Samwel Magita amesema kampuni hiyo imefanikiwa kutoa ajira kwa vijana wote 700 waliopata mafunzo kwa takribani siku 60 katika vitengo mbalimbali ikiwemo mbali udereva, uuguzi, ulinzi na kadhalika, hali itakayopunguza changamoto ya ajira kwa vijana. Aidha, bwana Magita ameishukuru serikali kwa kuipa kibali kampuni hiyo kuendesha shughuli zao hususani mkoani Mtwara. Pia amezihakikishia taasisi na kampuni mbalimbali kuiamini kampuni hiyo kwani ina askari waliokidhi viwango na vitendea kazi vya kisasa. Bwana Samuel James Magita ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya ulinzi inaitwa Asgard Security Company Limited yenye makao makuu yake Dar es Salaam. Uh, lakini tumetawanyika nchi nzima. Hii ni moja ya blanchi yetu hapa mkoani Mtwara ambayo inabeba wafanyakazi zaidi ya mia saba. Niwarudishe nyuma, ndugu waandishi wa habari, uh, miezi miwili iliyopita tulitangaza ajira hapa Mtwara ambazo, uh, kwa kuda za Mwenyezi Mungu, napenda kumshukuru ametujalia afya njema, zimekamilika leo nadhani unaona kuna watu zaidi ya mia saba mbele yenu. Uh, tuna kazi maalum. Baada ya kupata kazi nyingi hapa Mtwara, ajira zote tuliamua zibaki Mtwara, hatujatoa hata mtu mmoja mkoa wowote, zote tumezimwaga Mtwara. Kwa nini? Mkwara, jaribu kupiga sura kidogo, au kamera yako kidogo, tuaona vikosi vya mbwa vimejipanga, watu wa silaha wamejipanga watu wa zimamoto wamejipanga, manesi wamejipanga, hawa ni gadi wamejipanga, viongozi wamejipanga. Uh, pamoja na haya yote tunapenda kuishukuru uh, serikali ya awamu ya sita kwa kuweka mazingira wezeshi katika sisi wafanyabiashara ambao tulikuwa wageni mkoa wa Mtwara, lakini tumekuja. Baada ya kuja tumehudhuria mafunzo yetu, tumemaliza bila kiashiria chochote, kwa hiyo sisi ambacho kina hatari kwa sisi kama kampuni tunapenda kushukuru serikali ya awamu ya uh, sita na uongozi. Ulinzi uko imara, kwa sababu tumeanza mafunzo hatuna ajali ya aina yoyote. Ah, uh, ninachoshukuru uh, taasisi ya Asgard Security, ni taasisi ambayo ina kila kitengo, tuko katika kila idara. Kampuni ya ulinzi uh, ina mpaka zimamoto, ina manesi, ina gadi wa kawaida na viongozi wa kawaida, mpaka wasomi wenye PhD wamo humu, wanafanya kazi zao mafunzo yalikuwa ni ya miezi miwili tumeyakamilisha leo na nimetangaza ajira rasmi zote mia saba tumeziachia. Naitwa Robin Baraka Kagema, ni chief trainer wa Asgard Security Company Limited. kwa upande wa statics, kwa maana utendaji kwa sisi wa upande wa training tumefanikiwa ku train vikosi zaidi ya sita. Tumetrain askari wa kawaida ambao tunaita normal guard, tumetrain askari wa amdi ambao ni askari anayotumia silaha na pia tumetreni askari wa QRF Quick Response Force au ni askari maalum kwa ajili ya tukio lolote likitokea la kihatari wao wanakuwa wako tayari kusovu tatizo hilo kwa wakati na pia tumetreni askari uh, wa upande wa zimamoto kwa nafasi yao tumetreni askari wa uh, wa mbwa kwa nafasi yao tumetreni askari driver pia kwa nafasi zao kwa hiyo department zote ambazo unazoziona hapa ziliweza kupitia kwenye mafunzo maalum kwa sababu hata kama ukiwa nesi, nesi wa kijeshi unafikimu unamfahamu, hawezi kuwa kama nesi wa kawaida. Tulimpitishia kwenye mafunzo ya utimamu na naamini nao wako vizuri kwa ajili ya kazi. Moses Sebastian Milanzi. Kwanza nito shukrani kwa kampuni ya yes, Asgard kwa kuona mkoa Mtwara kuja kutusaidia vijana kutupatia ajira ambayo itakuwa ni chachu ya maendeleo katika maisha yetu. Sisi kama vijana tumejipanga vizuri kuhakikisha tunatimiza majukumu yetu kama waajiriwa wanavyotakiwa kutimiza majukumu yao. Kwa majina naitwa Asha Issa Mkwamba, natoka mkoa wa Mtwara. Niko hapa kama nesi, pia ni first aider katika kampuni ya Asgard Security. Nimejipanga na nipo tayari kupambana na adui kutegemeana na kitengo changu kilichokuwepo. Kwa majeruhi nini, kila kitu nashughulikia nikiwa kama nesi. Mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada. Jina langu ni Habiba Mpembita wa Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe channel yetu ilikuwa wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali kusini mwa Tanzania. Hakika sisi ni watu wa field.